Habari ya kutowapendwa natumaini wazima, na kila mmoja amekuwa kipambana ili kuhakikisha afya yake inakuwa salama wakati wote, na lengo ni kuhakikisha watu tunakuwa salama, iweze kwa kupata maarifa au kujitengeneza mwili wako kwa kuzingatia lishe, kwa kufanya mazoezi, kwa kupata muda wa kujitafakari na kuhakikisha ubongo unafanya kazi ipasavyo, ikiwa ni muendelezo wa madarasa. Na sasa tunaingia darasa la thelathini na tisa, darasa la kwanza mpaka thelathini na nane, na sasa unafuatilia darasa la thelathini na tisa. Basi hujue na madarasa mengi ambayo ni series ya video mia moja ambazo zote zimetolewa kwa wakati mmoja au zimetolewa tarehe 28 mwezi wa 12 2025, ikiwa kama zawadi kwako ambaye unanifuatilia mitandao ya kijamii kama unao TikTok, YouTube, Facebook na Instagram. E, kwa lengo la kwangu kusherehekea birthday yangu, lakini nyinyi wote ambao mnafuatilia mitandao yangu ya kijamii hapa somo la bure ambalo utajifunza vitu vingi, au kama utakuwa na maoni unaweza changia hapo chini, lakini kwa ambao napenda nuishi basi unaweza kuandikia hapo chini na kuwa miongoni mwa watu ambao utakuwa umechangia, utakuwa na mchango katika e, maisha yangu kama mimi ambavyo nakupatia elimu sasa hivi. Sasa baada ya kuzungumza vitu gani ambavyo huwa mwanamke anavipitia, ni pale ambapo atakuwa katika maisha kawaida, nakupelekea kuvuruga mzunguko wake au mzunguko umekuwa ukimchanganya kwa sababu ya mtindo wa maisha ambao anaishi. Sasa moja ya sababu ambayo inaweza kukupelekea mwanamke kupata stress, lakini sababu ya pili ni uzito wa mwili wake kuongezeka au kuvurugika, na hili ndio darasa ambalo tutadili na mwanamke: ana uzito mkubwa au na uzito mdogo, yaani uzito wa mwili unawasili vipi hedhi ya mwanamke. Eza mwanamke ambaye ana uzito mkubwa au mwanamke ambaye ana uzito mdogo. Na hii na pili kwa wewe ambaye unafuatilia ushayokutana na mwanamke ambaye ana mwili mkubwa sana amekutana na changamoto ya hedhi au mwanamke ambaye ana uzito mdogo sana amekutana na changamoto ya hedhi. Na wale wenye uzito mkubwa wamekuwa wakipewa dawa za metformin na dawa fulani ambayo huwa nasaidia kurekebisha mzunguko au kufanya uzito wa mwili kuweza kuwa kawaida kabisa. Lakini mwanamke anapokuwa na uzito mkubwa yani, tuseme homoni ya estrogen huwa inazalishwa kwenye tishu za mwili au kwenye ovary ambazo mwanamke atakuwa nazo, lakini inapokuwa tofauti, yani maana yake mwanamke anapokuwa na mwili mkubwa zaidi, homoni ya estrogen huwa zinazalishwa kwa wingi zaidi na kupelekea mzunguko wa mwanamke au hedhi ya mwanamke kuharibika. Lakini mwanamke pia anapokuwa na tishu ndogo, anapokuwa na mafuta madogo, pia homoni zake zinakuwa ndogo na kupelekea pia kuleta matukio hasi au matukio hasi kwa upande wa hedhi na matukio yake yanakuwa hivi. Unapokuwa na estrogen nyingi zaidi, au unapokuwa na estrogen nyingi zaidi ndogo, ni maana yake hedhi yako inakuwa haiji kabisa au hedhi yako inakuwa nzito sana, au mzunguko wako unakuwa mfupi au unakuwa mrefu, sasa kutegemea na matukio au mwitukio wa estrogen ambao unakuwa ndani ya mwili. Hii ndio maana sababu wanawake wengi ambao ime ndio sababu wanawake wengi sana wanene au wembamba amekuwa na sababu ndio wamekuwa na changamoto ya kushindwa kupata mzunguko ambao unaeleweka. Inaweza mzunguko wao umekuwa ukiwasumbua sana, au mzunguko wao umekuwa mrefu zaidi, au umekuwa mfupi zaidi, au wakati wa hedhi umekuwa na damu nzito sana. Hiyo kwa sababu ya mwili umeweza kuathirika kwa sababu ya uzito mdogo sana au uzito mkubwa sana. Kwa hiyo jambo jema ni kuhakikisha mwanamke anakuwa na afya ambayo iko thabiti na uzito ambao unatajika ili kuweza kuwa salama kabisa. Lengo si unene wala unyofu, lengo ni uwiano. Yaani hatutaki wewe umepamba sana, hatutaki uwe mnene sana, uwe na uzito ambao wastani ambao utahakikisha utakuwa salama wakati wote. Hii ni video ya 39, usikose video ya 40 kwa lengo la kujifunza na kuhakikisha afya yako inakuwa salama wakati wote. Asanteni na mpaka wakati mwingine, usahau kulike, kushare na kusubscribe, na kama kuwa na maoni atakuwa na changamoto yoyote, usahau kunaandikia hapo chini, na hakikisha atajibu na wakati wote tutakuwa nye maarifa ambayo tutakuwa sahihi na kuweza kusaidia jamii. Mpaka wakati mwingine.